Naomba kama vitapatikana tume huru na katiba, tusiingie kwenye uchaguzi tena. Ndugu viongozi, mmefika, sisi wapambanaji, wanawake ni wapambanaji wakubwa na wanawake kitangaza chama kwa kweli, kwa mambo haya yanaweza, siku za usoni inaweza, yanaeza katika mazingira kama haya, afadhali tusifanye hivyo vitu, tuumanie sana chama kimeshatoa matamko mawili. Tamko la kwanza lilikuwa ni tamko kuhusu ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, vifo vingi, namna watu walivyohujumiwa na mambo kama hayo. Chama kilitoa tamko la kwanza kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu, na tamko tulilolitoa liliotokana na ripoti zenu mliotuletea sisi kwa kuuliza kwa simu, kwenye mikoa, kwenye majimbo na kwenye kata. Tamko la pili tulilolitoa ilikuwa ni taarifa ya awali kuhusu mwenendo wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 na chama chetu cha ACT Wazalendo kilieleza bayana kwamba uchaguzi huu haukuwa huru wala wa kuaminika na umepoteza vigezo vyote vya kuwa uchaguzi wa kidemokrasia. Tulitegemea e, tume huru ya taifa ya uchaguzi vingefanya wajibu wao na nikioja na fedheha kwa rais kushinda kwa asilimia 98 ambapo hata wakati wa chama kimoja hatukuwahi kusikia mwalimu Nyerere akishinda kwa asilimia 98. Tumeshinda hata nchi zingine zenye udikteta, sisi tulivuka mipaka, na pia tulisikia taarifa za waangalizi wengine wa kimataifa ikiwemo SADC, EU wote walionyesha kwamba uchaguzi wetu haukuwa huru wala haukuwa na haki, na walionyesha jinsi ulivyokuwa umbikwa na kiukwaji mkubwa wa taratibu, hofu, udanganyifu na taarifa za wapiga kura nyingine zikiongezwa na wengine kuwa na upendeleo uliolindwa na vyombo vya dola. ACT Wazalendo ilitoa msimamo wake kama nilivyoeleza hapa, na ulijikita kwenye mambo saba. Tulitaka serikali kuachia huru kwa mara moja watu wote waliokuwa wamekamatwa na kuweka kizuizini, wanasiasa wa upinzani, viongozi wa vyama vya siasa na wengine wote ambao walikuwa wamewekwa hatiani kutokana na kilichotokea Oktoba 29, ikiwepo maandamano na mengine yote, kama hatua awali ya kuweka mazingira ya kuweka taifa pamoja, kwa sababu tunajua kama ndivyo sema kwamba wengine wamebambikiwa kesi, mwingine ameambiwa sijui za unyang'anyi, wengine sijui za nini, kwa vile tu ni kiongozi wa chama cha siasa katika ile kamata kamata. Na tuliambia serikali bayana kwamba madai ya wananchi hayajibiwi kwa risasi wala vitisho wala kesi za propaganda, na wananchi wanapoamua sala lao kupingana na udhalimu, hauwezi kunyamazisha sauti zao pale wanapotaka haki yao. Ni muhimu serikali ingetambua hilo, na tulisikia matamko mengine mengi yaliyofuatia hapo, lakini bado haya ni madai ambayo tunaendelea kuyasimamia. Lakini suala la tatu, tulitaka iundwe tume huru ya uchunguzi nje ya serikali kuchunguza matukio yote yaliyosababishwa kuvurugwa kwa uchaguzi mzima, waliohusika kuharibu kwa makusudi na kuwawajibisha tukianzia na viongozi wakuu wa nchi kuanzia rais namba moja, na mwingine yoyote ambaye atakutwa na hatia ya kuvuruga uchaguzi.